Tamasha la ishirini na nane la kimataifa la filamu uh, Zanzibar ambalo linatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 29 mwezi huu wa sita, uh, mwaka 2025, na tutafahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika mpaka sasa, maandalizi yamefikia wapi, lakini hatua mbalimbali pia ambazo zimekuwa zikifikiwa. Na hapa tunaye mkurugenzi wa tamasha Khatibu madudu kufahamu zaidi kuhusiana na hilo. Karibu sana, Hatim. Asante, nashukuru sana. Na kwa mara nyingine tena ukiwa ni msimu wa ishirini na nane ndio ndio msimu. Yeah, eh, <laughs> huu una, una, una, una, vitu gani vya tofauti? Vitu vya tofauti vikubwa ni kuwepo kwa filamu nyingi ambazo hazijawahi kuonekana mahali popote pale eidha Afrika au duniani. Kwa hiyo tunazungumzia World Premiere pamoja na African Premiere, hizo zimekuwa ni nyingi kulingana na misimu mingine ambayo imepita. Na hayo sasa ndio maono yetu kwenda mbele. hmm. Tunatamani kuendelea kulinda ile hadhi ya tamasha la ZIFF na kufanya kwamba watengenezaji wa filamu wafikirie hii kama platform kubwa uh -huh. ya wao kuanza kuintroduce au kuprimia filamu zao kuzitambulisha zianzie zifu alafu zifo alafu zienda sehemu nyingine duniani. Sasa wapo ambao wamekuwa wakisikia kila mwaka kuhusiana na tamasha hili la ZIFF na inawezekana pia uelewa unakuwa ni tofauti. Tugusie kidogo kuhusiana na historia ya tamasha hili na lengo lake mm -hmm. uh, mahususi pia sawa. Tamasha hili lilianzishwa mwaka 1997 likiwa na miaka 28 mpaka sasa, na lengo kubwa la tamasha hili ilikuwa ni kutoa fursa kwa jamii na Wazanzibari kwa ujumla na Watanzania kuweza kutazama filamu, lakini pia kuweza kujifunza mambo mengi ambayo yanatokana na culture au tamaduni za mataifa mengine, kwa sababu hili ni tamasha la kimataifa. Kwa hiyo Zifu huwa inatoa nafasi ya kuleta filamu kutoka kote ulimwenguni kwa hivyo jamii za pale pamoja na watu wanaohudhuria tamasha wanapata nafasi ya kuzitazama na kujifunza utamaduni huo, lakini kwa kuwa na sisi tunazo filamu zetu ambazo zinatoka Tanzania, kwa na sisi pia huwa tunatoa nafasi hiyo ya watu wengine nao kujifunza kuhusu utamaduni wetu mm. Mara nyingi filamu ambazo zinachaguliwa kwenye Zifu ni zile filamu ambazo zinakuwa zina jambo kubwa ambalo mtengeneza filamu anataka kulizungumzia kwa hivyo ni filamu ambazo zinaibua mjadala, ni filamu ambazo zinatufunza na filamu ambazo zinatupa pia nafasi ya kujitafakari sisi wenyewe kama wa Afrika kupitia katika macho ya watu wengine. hmm. hmm. ambapo hizo filamu mnazipataje nyinyi, ama hmm. uh, mnatumia vigezo gani kupima hizo filamu? Sawa sawa. e, utaratibu wa filamu uh, namna ambavyo tunazipata kwa mwanzo ilikuwa ilikuwa inafurahisha kidogo. <laughs> kipindi cha teknolojia bado haijawa kubwa yeah. watu ilibidi, kwa sababu lazima mtoe matangazo, kwa hiyo kana mna njia zote zilizokuwa zinatumika kutoa matangazo, kwa sababu sasa tunapokea filamu. Watengeneza filamu walikuwa wanawasilisha filamu zao hiyo kwa kuzituma kwa posta na njia yoyote ile ambayo ilikuwa inawezekana kwa kipindi hicho. Okay. na nakumbuka hata miaka kama mitano iliyopita mimi nilikuwa napeleka filamu yangu Burkina Faso. uh -huh. ilibidi niende posta pale nikaitume DVD iende. Okay. na ilifika kwa hiyo ilikuwa kuna hali hiyo, lakini kwa sasa hivi tuna e, mitandao mm. E, zipo software e, pamoja na system mbalimbali ambazo watu wanaweza wakawasilisha kazi zao kwenye tamasha letu e, bila kuwa na, e, bila kuwa na changamoto nyingi mm. Kwa hivyo tunapozipokea zile, huwa sisi tuna kamati mbalimbali ambazo zinatazama hizo filamu e, na baada ya hapo sasa kuziwe, kuzi, kuziwekea e, kama ulivyosema, kulingana na vigezo mpaka tunapochagua zile ambazo sasa tunasema hizi ndio ambazo tutaenda kuzionyesha na kwa mm. mfano kwa mwaka jana tulipokea filamu zaidi ya elfu tatu kutoka kwa zaidi ya nchi mia moja duniani ambazo zilikuwa zina uwakilishi wa mabara yote e, laka, na kwa mwaka huu tumepokea filamu mia nne na thalathini e, kutoka pia katika zaidi ya nchi mia moja duniani zikiwa na uwakilishi wa mabara yote hmm. Huo tofauti unatokana na kwamba kwa mwaka huu tulitaka kupata filamu zilizozalishwa mwaka jana tu peke yake hmm. elfu mbili na ishirini na nne kwenda elfu mbili na ishirini na tano ndio maana hapo awali nilisema kwamba tunazo filamu nyingi ambazo ni mpya hazijawaihazijawahi kuonekana mahali popote kwa na sisi pia e, ZIFF tumepata sasa fursa hiyo ya kuwa ni jukwaa kubwa ambalo sasa wat, wat, wat, watengeneza filamu wanalitazama kwa ajili ya kuprimia kazi zao. mm -hmm. Labda tu kugusia kwenye ulichosema kihistoria mm -hmm. ni kwamba ZIFF ndio tamasha kubwa na kongwe E, la filamu kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati ilikuwa mm. e, na miaka hiyo ishirini na nane linatanguliwa na tamasha moja tu la FESPACO ambalo liko Burkina Faso, lenyewe ndio lina miaka hamsini. Yes. Naam, na hongereni mm -hmm. na sana, miaka ishirini na nane mtu mzima na bila shaka yeah, uh, kuna maendeleo pengine ambayo yapo, kwa hiyo miaka ishirini uh, na nane tangu ambapo tamasha limeanzishwa mpaka, mm, sasa na mabadiliko mm, yapo mm, ambapo pengine ni yapi, kwa uzoefu kwamba alishuhudia mm, tamasha ya 27 kurudi nyuma mm, mm, kuelekea kwenye tamasha hili, nadhani kikubwa nitakachokigusia ni kukua kwa ile programu yetu ya tamasha, yeah, e, ambayo ukiona jinsi ambavyo tamasha ilianza, ilikuwa sana sana kitu kikubwa ilikuwa ni kwenye uonyeshaji wa filamu, baadaye ikakuwa ikaenda kwenye mafunzo, sababu tengeneza filamu wengi kwa ukanda huu wa Afrika, na hususan Afrika Mashariki hawana uwezo wa kuweza kujilipia kwenda kwenye shule ya kutengeneza filamu. Kwa hivyo tamasha limekuwa likitoa nafasi ya wao kujifunza kwa siku nyingi sana, hasa hmm. kwa sasa hivi programu yetu imekuwa kwa mfano, tuna tunahuwa uonyeshaji wa filamu, lakini pia mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali, tuna mafunzo mbalimbali ambayo yanaendelea, lakini pia tuna majukwaa mbalimbali. Kwa mfano, tuna jukwaa la watoto linaloitwa Children Panorama tuna jukwaa la wanawake linaloitwa Women Panorama. Tuna jukwaa la kuonyesha filamu katika maeneo ya vijijini au tunasema mashambani kule ambayo tunaita Village Panorama, lakini tunao mashindano ya ngalawa wanaita Dares. mm -hmm. Tumetoa pia nafasi kwa kwa soka kwa wanawake, kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa kidogo kwa Zanzibar bado haujapewa nafasi sababu. Tunashukuru watu wengine nao wameuchukua, wameupa nafasi, lakini ilianzia kwetu kwenye kwenye ZIFF, pamoja na mazungumzo ambayo tunasema ni panel discussion. mm -hmm. na pia uwakilishi wa filamu kama hivyo ninavyosema. mm -hmm. eh ya kwamba sasa watu watu wanalikimbilia tamasha. E, yani, wageni ni wengi ambao wanataka kuja na wanaleta kazi ambazo kwa kweli ni, ni world class film Mm -hmm. e, ambayo inaweza kuonyesha mahali popote pale duniani na sisi tunapata hiyo faraja ya kuona kwamba sasa Watanzania mm -hmm. e, pamoja na Wazanzibari yeah. e, ile hiyo dhamira ambayo ilianzishwa miaka 28 iliyopita mm -hmm. inafikia sasa kwamba filamu hazijaonekana mahali popote duniani mm -hmm. zinakuja kuonekana kwanza Zanzibar. Nadhani hayo ni kati ya nyingi ambazo zinatumwa uh, ambazo nyinyi mnakuwa mnazichagua ndizo ambazo zenye ubora wa kiasi hicho, si ndio zote? <laughs> <laughs> nyingi zinakuwa zina ubora lakini, yeah. kuna mambo mengine, kuna mambo mengi hi eka ni darasa refu la kuelezea kwa namna gani tunaweza tukachagua filamu lakini haimaanishi kwamba filamu ambayo tumeiacha itakuwa ni mbaya, hapana. Lakini wakati mwingine huwa tunachagua filamu kulingana na theme, labda kwa mfano theme ya mwaka ya mwaka huu tunasema ni tumaini linalochipukia kwao, ni filamu ambazo tunataka mtu akizitazama ziweze kuenda ku kupanda mbegu ya matumaini katika fikra zake hamasa katika moyo wake, katika ehe, hamasa katika imani yake na, na vitu kama hivyo. Kwa wakati mwingine ikawa filamu ni nzuri, lakini labda hmm, ikachaguliwa ika nyingine hiyo ikaachwa kulingana na miongoni mwa vigezo, ikiwa ni kama hicho kimoja wapo. Sasa kuanzia tarehe ishirini na tano mpaka tarehe ishirini na tisa bila shaka maandalizi yanaelekea ukingoni sasa, kwa sababu siku zinakaribia. mm. Mm, kweli kabisa. E, ushiriki utakuwaje? tayari mm. umetuambia nchi mbalimbali e, wamesha, uh, thibitisha kushiriki mm. mm. Ndio, ndio. Kwa hiyo kwanza, kwa mwaka huu tunazo jumla ya filamu sitini na nane mm, ambapo -hmm. filamu ndefu e, ziko kumi na tano filamu fupi zipo ishirini na tisa Alafu tuna nini? Tamthilia pia mm, zipo kumi na hata tamthilia za Azam hapa zipo Fahari pamoja na Kombolela zipo kwenye kinyanganyiro, huko zinapambana. Ehe Asa. pamoja na filamu makala zenyewe zipo 14. Mm, kwa hivyo kuanzia hiyo tarehe 25 itakuwa ni siku ya uzinduzi sasa wa tamasha, na tutaruka live, tutakuwa katika channel ya sinema zetu sinema. Kwa hiyo watu siku hiyo wasi, wasibanduke ana Zanzibar tarehe 25, kuna mambo mengi <laughs> <laughs> wanamaliza mabaharia, tunawapokea sisi <laughs> <laughs> watu wa filamu. Kwa hiyo ni raha tu, alafu kuanzia tarehe ishirini na sita mpaka ishirini na nane kutakuwa na uonyeshaji wa filamu kutakuwa na mafunzo mbalimbali yakiendelea, lakini pia na mazungumzo panel discussion nzito nzito kabisa yeah. E, tutakuwa tuna mazungumzo kuhusiana na tunasema ni Uh, watu ambao wanataka kusambaza mauzo yao kwa kutumia platform hizi za kidigitali mm -hmm. Watumie mbinu gani? E, wawe na strategy gani? Watumie mbinu gani ili waweze kupata mafanikio. Lakini pia tuna tuna maongezi ya kuhusu watengenezaji wa filamu wanawake, tunataka kuangalia nafasi yao katika huu uga wa utengenezaji wa filamu ukoje. Lakini pia tumesema, tunaona kuna ile tunasema growing need kumekuwa na hamasa zaidi ya dunia kupenda hizi tunasema ha story au hadithi zinazotoka Afrika Yeah. Sasa, je, sisi Waafrika wenyewe tumejiandaaje eh, katika kuhakikisha ku, ku, kwamba tunanufaika na hiyo hamasa ambayo imefanya nini ambayo imekuwa mm -hmm. Na tarehe 29 itakuwa ndio usiku wa tuzo ambayo itakuwa kilele na cho pia tutakuwa tunaruka live hapo katika hiyo channel ya sinema zetu mm -hmm. Kwa hivyo mambo ni mazuri naam, shukrani sana mambo ni mazuri na yote haya utayashuhudia Uh, kupitia chaneli ya sinema zetu. Kumbushe, tamasha hili litafanyika tarehe 25 hadi tarehe 29 Umadhi. Sita na tisa zinachanganya wakati mwingine. Asante sana tunakushukuru uh, Khatibu na tunawatakia kila heri pia katika maandalizi. Ni Khatibu Madudu ambaye ni mkurugenzi wa tamasha kubwa la kimataifa la ZIFF na ambalo limekuwepo kwa miaka 28 sasa.